Jamani, mimi napenda kuwakaribisheni karbisheni mafundi wangu wote, niwasomea mjini, mje kwenye duka letu. Tumejitahidi kwenda kisasa zaidi, kulingana na hali ya mji wetu, na sisi tunataka tunataka naye kama miji mingine ilipokuwa vizuri, omana tuleta to kila kitu kinachotakiwa, tuitamadesa kima wasomea mjini

Sasa hivi ni mafundi kila kitu na ila mnaweza, majina anaitwa Joni Joni Mapunda, fundi tiles na fundi rangi pia, kutoka mkoa wa Ruvuma Sambea bodi. Tunafurahi sana kwa uzinduzi wa hii show, showroom mpya. Tunaamini kwa zile changamoto tulizokuwa tukikutana nazo mara kwanza, ambapo unafika dukani mara tiles unaitaka haipo au jambo kitu fulani hakipo. Tunaamini kwa uzinduzi huu, tunaenda kunaemeka mafundi wote na mabosi wote, kwa sababu tutakuwa tunapata kile tunachokihitaji, na, na kile fundi na, na kile bosi ambacho anakihitajiaan fundwa ea duka vizuri kwa pamoja kushirikiana a majina anaitwa Mbwana Abduli Maliki ni fundi tiles mkoa wa Ruvuma. Naishukuru kampuni ya Goodwill kwa kutuona kwa mkoa wetu wa Ruvuma kutuletea showroom ya... showroom mpya kwa Pengo hardware pia mm -hmm. Namshukuru Mr. Pengo naye kwa kutuletea material pia, bei zake ziko chini, anaishi na mafundi vizuri. Tunawakaribisha wateja kwa huduma bora za kiufundi pamoja na bidhaa.